Hello mpenzi mtazamaji wa Ahmed Ali TV. Tuzungumzie kuhusiana na habari mbalimbali zinazoendelea katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kuhamishwa kwa uwanja wa Benjamin William Mkapa na kwenda kuchezea Zanzibar. Eh, bwana e. Juzi kati hapa umezuka mjadala mdahalu mkubwa sana kuhusiana na Simba kubadilishiwa uwanja kwenda kuchezea Zanzibar, Amani complex pale. Lakini kwa sasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, rais mwenye upendo na nchi yake, rais mwenye upendo na football, raisi mwenye upendo na kila kitu nchini Tanzania, amesema uwanja wa Benjamin William Mkapa upo tayari kwa ajili ya mashindano yanayoendelea, ikiwa ni fainali kati ya Simba Sports Clubu pamoja na RS Bekane pindi RS Bekane watakapokuja kumaliza mchezo huo nchini Tanzania. Amethibitisha rais wetu ya kwamba mchezo huu utachezwa siku ya tarehe 25 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa na Simba Sports Club. Mheshimiwa rais ameiombea ushindi wa hali ya juu, ameiombea ushindi ili kuweza kuleta heshima katika taifa letu la Tanzania. Ikumbukwe Simba Sports Club ni timu pekee ambayo imeingia kwenye fainali za kombe la shirikisho mwaka huu 2025. Asante rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuunga mkono kuhusiana na swala la matengenezo ya uwanja wa Benjamin William Mkapa, hasa hasa katika swala hili la michezo nchini Tanzania. Watanzania tuko pamoja na wewe. Karibu mwanasimba, karibu mtazamaji wa Ahmed.